Asifiwe. Karibuni sana katika neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na jinsi Bwana anavyonijalia na kama Mungu kwa kunipa nafasi ya kushare neno la Mungu pamoja na wewe siku ya leo. Ni kwa neema tu. Leo ninaenda kuanza series mpya na series hii inaitwa Jitambue. Unajua, kujitambua ni kitu muhimu sana, na sisi kama Wakristo tunaweza kujifunza kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alifahamu yeye ni nani toka mwanzo. Na ukisoma katika Yohana utakuta jinsi ambavyo Bwana Yesu alikuwa anajitambulisha, kwa sababu alikuwa anajitambua, akajiita akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu yeyote atakayenifuata mimi hatatembea gizani. Akasema mimi ndimi wa ufufuo. Akasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mnakumbuka ambao mmekuwa mkinifuatilia, na kama ulikuwa wewe ni mara yako ya kwanza, unaweza ukarudi nyuma huko, kuna vid, kuna series niliitengeneza ilikuwa inaitwa seven I AMs, mimi ndimi saba ambazo Bwana Yesu alisema yeye ni nani. Sasa sisi kama wafuasi wa bwana wetu yesu kristo baada ya kumpokea bwana wetu yesu kristo ya tunakuwa watu wapya neno la mungu linasema ya kale yamepita tunakuwa wapya mtu yote anapokuwa mpya unapewa jina jipya sindio hauendelei kuwa yule yule mwizi akiacha wizi wezi ukaendelea tena kumwita mwizi kama amekuwa reformed umeona kwa hiyo na sisi vilevile vile, tunajua bwana tumekombolewa kwa damu ya yesu na tumepewa identiti mpya na hii identiti yetu identity yako yoyote ile inaungana, ina maunganisho makubwa sana na kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yako. Uwezi ukaseparate asa. Utambulisho hata katika ulimwengu wa mwili ni muhimu sana ndio maana unawakuta kuna watu ambao bado hawajajitambua. Sasa mtu ukiwa ujajitambua, unaweza ukafanya mambo tofauti na vile ambavyo unatakiwa ufanye, yani, baki kuna kusudi, sindio? kwa mfano mtu ambaye hajajitambua kama yeye ni mwanaume, wakati tunajua Mungu alimuumba mwanaume ili awe nani? Eh, awe baba, si ndio? Sasa kama hujajitambua kama mwanaume, ndio unakuta wale wanaume anaamua anasema oh, mimi humu nimepewa mwili wa kiume, lakini ndani mimi ni mwanamke. Na hiyo nayo imenifundisha sana, kumbe utambulisho uko ndani ya mtu, ni yule mtu wa ndani yule. Na sasa adui huwa anafanya hivi, akijua hujajitambua, anakupa identity, fake identity na mtu anaweza akaishi na fake identity ili asifikie kusudi, na ndio maana ni muhimu sana kujua wewe ni nani eh? Kuna mwingine ameolewa, lakini anaishi kama ajaolewa, au ameoa, anaishi kama ajaoa. Bado hajajitambua huyo eh? Mwingine mtu mzima anaishi kama mtoto. Jawai kuonaga mtu anaambiwa mm, iwe mtu mzima lakini mambo yake Umeona? kwa nini hajajitambua? kwamba ameshakuwa mtu mzima. Mwingine hajajitambua kama yeye ni mwanafunzi, mwingine hajajitambua kama yeye ni mfanyakazi, mwingine hajajitambua kama yeye bosi. Fikiria sasa kama wewe ni bosi wa ofisi fulani, afu ujajitambua wewe ni bosi. Eh, ni mambo mengi. Kuna hasara, hasara ni nyingi sana kwa kuto kujitambua. Hakuna hata faida, ni hasara kuto kujitambua, kwa sababu hutafikia lile kusudi ambalo unatakiwa kufikia. People will take advantage of you kwa sababu hujajitambua. Na vivyo hivyo, sisi katika maisha yetu ya kiroho kwa sababu ya kuto kujitambua, sisi ni nani katika Kristo, unakuta adui ana take advantage of us, anatupa identity fake na sisi tunakubaliana naye, na ndio maana Mungu alisema, ripoti ipi unaiamini wewe? unaamini ripoti ipi? Hmm? Na ukiangalia katika Biblia watu wengi sana walioitwa na Mungu walibishana na Mungu kwa sababu bado kabla hawajajua wao ni nani. Tunamkumbuka Gideon, alivyoitwa, wewe mtu wa eh, nini the man of valor akasema, mmm, mimi, mimi ni mimi ni mtoto sijui, nimetoka katika familia maskini, sijui nimefanya nini, visingizio okay, kibao kwa sababu alikuwa anajitambua kama vile. Tunakuja kwa Yeremia, Yeremia anaitwa anaambiwa, wewe ni kuhani wa mataifa. Anasema, mimi mm, mimi ni mtoto, wala siwezi kusema. Musa, watu wengi hmm? lakini Mungu anataka sisi tujijue especially now kwamba tunaye Roho Mtakatifu. Especially neno la Mungu linatuambia e, katika Waibrania we, e, anasema e, kam, e, tunibi, katika kiti cha rehema na neema kwa ujasiri kwamba tunaweza kukaenda kwa ujasiri kabisa tukapata rehema na neema na kwa, katika mahitaji yetu. Kwa hiyo utambulisho wa leo ambao nataka kwenda kuzungumzia ni utambulisho ambao Bwana Yesu alituambia sisi wote. Hii hapa, haijalishi ili mradi umeokoka. Huu sio utambulisho ni yani, kuna ule utambulisho wa wa wa, wa, wa, wa, wa mtu ambaye ameokolewa afu kuna, kuna utambulisho mwingine wa kwako peke yako, ndo kama wewe kuhani mwalimu nini. Acha hizo tuzungumzie tu utambulisho ule ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Neno wa Mungu linatuambia ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima wala watu hawa hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo, Bwana anatuita sisi nuru, na tunakuwaje nuru? Neno la Mungu linatuambia katika Yohana ya kwamba Bwana Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yoyote anayenifuata hata, hata tembea gizani tena kwa hiyo ina maana mimi na wewe tulipoamua tu kumfuata Bwana Yesu, kama bado ujaamua, huu ndo wakati wako wa kuamua kumfuata Bwana Yesu ili nawewe uwe nuru. Ukimfuata Bwana Yesu unakuwa nuru. Isaya sitini anasema inuka, uangaze, kwa maana nuru yako imekujilia pale ulipompokea Bwana Yesu, nuru ikakujilia. Umeona, sasa hiyo nuru sio kwa ajili yako wewe, sio uwe nuru hiyo ni mapambo. Hapa Bwana Yesu anavyozungumzia uwekwe chini ya meza, chini ya pishi, umefunikwa. Hii nuru tunayoizungumzia ni nuru ambayo haiwezi kufichwa haiwezi ha, ha, isifunikwe. Pishi inatakiwa iangaze, lakini wengi wetu mara nyingine tunakubali kufunikwa na pishi, tunakubali kuwekwa chini ya meza tusiangaze, tunakubali ku- nuru yetu izimwe. Hapana, neno wa Mungu linatuambia hivi katika Yohana moja, hiyo nuru giza halikuiweza. Yaani, hiyo nuru iliyoko ndani yako nuru giza hailiwezi. Ndio nuru ambayo naizungumzia. Kwao mimi na wewe tunachotakiwa, kwa nini nasema jitambue? Unatakiwa ujitambue kwanza, mimi ni nuru ya ulimwengu na kama Bwana Yesu anavyosema natakiwa niangaze ili watu waione ile nuru na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo nikisha jua hivyo, na neno la Mungu linasema hivi katika huo mstari wa kumi na sita, wapate kuyaona matendo mema. Kwa hiyo tunapofanya matendo mema ndipo nuru yetu inapoangaza, watu wanaona, wanamtukuza Mungu. Jambo muhimu lingine ni kwamba hii nuru kufichwa haitakiwi, kufichwa ndomana unaambiwa inuka uangaze, katika Isaya sitini naenda kasoma Isaya sitini moja mpaka tatu nasema inuka uangaza kwa nini kwa sababu mataifa watakujilia kuiona hiyo nuru wafalme kuona mwangaza wako sasa wee usipoinuka na kuangaza hawa mataifa na hawa hawa wafalme wataangazaje? yani watapataje nuru? Watafaidikaje? watamtukuzaje Mungu? Na huo mstari wa pili unasema kwa maana giza limeutanda ulimwengu la giza kuu watu. Yani kama sasa hivi katika hiki kizazi, mimi nikikiangalia, ninaona kabisa, pamoja na kuwa ni mwanadamu tu wa kawaida, lakini naona jinsi ambavyo dunia imejaa giza, naona kabisa watu walivyojaa giza. Tunapozungumzia giza, ni uovu, giza ni dhambi, giza ni kutokuwa na maarifa, giza ni kumkataa Mungu, giza ni uasi. Hivyo vitu vimejaa sasa Mungu anasema kwamba inuka uangaze nuru yako. Wapendwa, mimi na wewe tunatakiwa tujijue sisi ni nani. Tusipojijua sisi ni nani, shetani atatudanganya, atatupa fake identity, na akishatupa fake identity tukakubaliana nayo, ndio tutaweza tu, tutashindwa kulifikia kusudi la Mungu. Na kusudi la Mungu hapa ni kwamba watu waione nuru, wamtukuze Mungu na watu wakishaiona nuru wakamtukuza Mungu, na wao wanakuwa nuru, nuru inakuwa nuru, nuru inakuwa nuru, mwisho ulimwengu wote unakuwa nuru, nuru, nuru. Ndio mapenzi ya Mungu, mtu yoyote asipotee, bali kila mmoja awe na uzima wa milele. Wapendwa, ni maombi yangu kama ambavyo Paulo aliomba katika kitabu cha Waefeso, akasema anapiga magoti, namuomba Mungu macho ya mioyoni mwenu yafunuliwe mpate kujua mimi ninaomba tupate kujua ya kuwa sisi ni nani katika Kristo. Ndio maombi yangu, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tupate kujua kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, na tumeitwa tuangaze, ili ulimwengu uwe na nuru na watu wapate kumtukuza mungu wetu aliye hai. Kwa leo, naomba niishie hapa. Ninaomba kama bado hujasubscribe. Subscribe, ili uweze kuwa kwanza kupata video mpya inapotoka, share like and comment. Ukifanya hivi vitu vitatu, unasaidia video za Binti Sayuni 50 kuwafikia wengi, na nuru kuangaza na kuwafikia wengi, ili wengi wapate kumtukuza mungu wetu aliye mbinguni. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tutakutana tena wakati mwingine, sasa na jinsi Bwana atakavyonijalia. Amen, nawapenda wote.